Kwenye maandalizi nichukue nafasi hii kwanza kutoa pongezi kwa, e, kwa watu wafuatao. Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu katika kila jambo kwenye maisha yangu, lakini pia katika kazi hii. Lakini pili, nichukue nafasi hii kumpongeza Kamishna Jenerali wa Magereza, mkuu wetu Katungu. Tatu, mwenyekiti wa timu ya Tanzania Prison, e, Mwambinje pamoja na mwenyekiti wa kamati e, Mwakijunge kwa kazi kubwa ambayo ameifanya. Lakini sambamba na hilo pia, nichukue nafasi hii kupongeza benchi la ufundi eh, wachezaji wangu na pasipo kusahau pia watangulizi wangu wa timu ya Tanzania Prison, ikiwepo akina Makata, kwa sababu ni sehemu ya msaada mimi kufanya hiki nachokifanya kwa leo, sababu kabla sijafika ku, hapa, ni wao niliwapigia simu kuona namna gani hapa palivyo, na walinipa msaada wao, kama ilivyo kwa akina Mohamed Ali. So nafasi ya pekee ni kuwashukuru watangulizi wangu, lakini pia kwa shukuru viongozi wangu kwenye mapambano haya ya Tanzania Prison, kwa sababu nakumbuka toka tunakuja hapa, nafikiri kwa kiasi kikubwa timu kama mnavyokumbuka, ilimaliza raundi ya kwanza na mechi mechi 15 ikiwa na point 11. Mechi 15 za raundi ya kwanza timu imemaliza imefunga magoli sita. Mechi 15 za raundi ya kwanza timu imefunga magoli 17. Mechi 15 raundi ya kwanza timu iko nafasi ya pili kutoka mkiani kwenye mstari mwekundu. So kiona raundi ya pili toka tumekuja mpaka hapa tumekusanya point 19. E, ukijumlisha na point 11 za raundi ya kwanza unapata point 30. Point 19 ni zaidi ya point ya timu yoyote ile katika nafasi kuanzia nafasi ya tano mpaka nafasi ya 16, hakuna timu ambayo imekusanya point nyingi ukilinganisha na Tanzania Prison. Kwa hiyo hiyo ni, ni mafanikio ya kila mmoja kwa maana wachezaji nilionao sasa hivi, benchi la ufundi nilionao sasa hivi, uongozi eh, kamati ya mashindano pia pamoja na mkuu wetu ndio maana nimechukua nafasi hii kuweza kuwashukuru. Uh, nikirejea kwenye maandalizi ya timu sofa nafikiri tumejiandaa vizuri, tumejiandaa vizuri. Mazoezi yetu ya mwisho tumefanya asubuhi ya leo, lakini katika hali ya kikosi hatuko na majeruhi kwa, kwa timu ambayo iliyoanza katika mechi zilizotangulia, lakini pia tuna urejeo wa Samson Mwaituka e, sambamba na Mesha Abrahamu. Kwa hiyo hao ni wachezaji ambao walikuwa majeruhi wa muda mrefu ambao walikosekana katika mechi nne lakini wanaongezeka katika kikosi kitu ambacho kinafanya maandalizi yetu yanakuwa vizuri. Lakini jambo lingine ni kwamba tumejiandaa kwa maana ya kuona ambavyo tunaweza kucheza dhidi ya timu ambao ni mabingwa wa Tanzania. Tumejiandaa pia kucheza na timu ambayo iko imara kwa maana ya wa wachezaji. So sisi kama Tanzania Prison, nadhani mwendelezo wetu sisi wa matokeo ya kushinda mechi nne mfululizo mpaka hapa tunapokwenda hapa inatupa morali kikosini. Nafikiri hata mazoezini hatutumii nguvu kubwa sana kuweza kumotivate wachezaji. Ni mechi ambayo ni muhimu kwa pande zote mbili, lakini sisi kama timu ambayo tuko tunaepuka kutokucheza playoff, nafikiri tuna kila sababu ya kuona kwamba kama tuna home advantage, basi tuitumie. Lakini hayo yote yanategemea na sisi maandalizi yetu, kama nilivyozungumza kwamba tuko katika maandalizi mazuri. Ma mechi zilizopita za Coastal Jacket Tanzania na zingine ni mechi tofauti na, na hii. Kwa hiyo hata plani yake kama mechi ile plani ilikuwa ni kuataki kuataki maanake unaruhusu mianya. Plani ya Yanga ni tofauti na mechi zilizopita. Kwa hiyo ninaamini tuko na mpango ambao malengo yake makubwa ni kucheza na Yanga. Unapocheza na Yanga maanake huwezi kufananisha mechi na na timu zingine zilizopita. Kwa hiyo chochote kile ambacho ulichokiona kwenye mechi iliyopita nafikiri kutakuwa na mabadiliko kidogo kwa maana ya taktiki ambazo kwa sababu kimbinu uenda tulihitaji kushinda moja kwa moja kwa kuanzia dakika kwanza mpaka kapa. So ni different kukulabu, kwa club unacheza na timu kama hizi za Yanga kwa sababu una...